E, bwana show mpya kabisa ya ya Harmonize Konde Boy. Eh, bwana hii ni show ambayo tumeona amepanda private jet kwenda kufanya. E, bwana show hii Mr Pimbi ameibuka nayo na ameruka nayo, kama ilivyo ametiririka nayo, jumla jumla, akiwa anaelezea kwamba hii ni moja kati ya show ambazo hazikuwa na vibe kabisa. Kwa moja wa Mr Pimbi bwana, anakuambia kwamba katika hii show eh, ni kwamba Konde bwana alishindwa kukiamsha pale jukwaani kutokana na kwamba mashabiki walikuwa wanafurahi lakini sio kama sio kwa vibe la hali ya juu, ukiangalia hmm? kama vile kwa upande wa Rayvanny, Rayvanny bwana yeye mambo yalikuwa tofauti kidogo. Show ya Rayvanny bwana anadai mwenyewe Mr. Pimbi kwamba ilikuwa na shangwe zaidi ya show hata ya Konde Boy. So hii ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana bwana wamevizungumza, pia comment zimekuwa ni nyingi sana kwa hiki ambacho Mr Pimbi amekisema, na Mr Pimbi mwenyewe bwana ametoa mpaka ushahidi. Nitakuwekea hapa umsikilize alichokuwa anakizungumza kuhusiana na, na show hizi mbili kati ya uh, kati ya... Rayvanny na Harmonize. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba Mr Pimbi amebezi kwa upande wa Harmonize akidai kwamba bwana Konde Boy, yeye show ambayo ameifanya kule kanda ya ziwa haikuwa na vibe la kutosha. Amedai kwamba Mr Pimbi bwana, show ambao ameifanya Harmonize bwana imeonyesha kabisa wazi kwamba eti Konde anashuka kimziki, kutokana na sababu ambazo yeye mwenyewe Mr Pimbi amezisema, ni kwamba issue ya mapenzi yametawala sana maisha ya Harmonize kuliko kuweka bidii katika mziki, akiwa na hoji Mr Pimbi kwamba je, Konde mwaka huu tokea uanze ana hit song gani? Yani, kutokea huu mwaka 2025 uanze, Harmonize hana hit song ukilinganisha na miaka miwili iliyopita alivyokujaga na magoma kama vile single again na magoma mengine kadhaa. So hicho ndio kitu ambacho hapa Mr Pimbe amekuja kukizungumza, na bila kupotezea muda nataka umsikilize ye mwenyewe alichokisema hapa, umsikilize wazi kabisa Mr Pimbe akielezea hiyo situation Haya. Leo,

nakuja kumsaidia kunyanyua watu, yaani nataka vibe liwe kubwa, lakini watu na kipimo cha msanii kuporomoka kuanguka kushuka ni pamoja na mapokezi yako katika show. Sasa nikisema mimi naonekana mbaya, niambie msanii wenu mwaka 2025 ana nyimbo gani kali sana katika mahusiano kwa hivyo kufanya kazi. Najua, msiopenda ukweli, mtaniona Mr. Pimbi msaliti, lakini mimi sio msaliti, nazungumza uhalisia. Ya yeah, so hayo ndiyo aliwazungumza Mr. Pimbi na Mr. Pimbi amesema kwamba watu wengi sana watamuona yeye ni msaliti, lakini yeye siyo msaliti bali anazungumza uhalisia kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba bwana Mr Pimbi yeye alikuwa ni moja kati ya mashabiki wakubwa sana wa Harmonize. Yaani hicho ni kitu ambacho kinaeleweka kabisa kwamba Mr Pimbi alikuwa ni one of the uh, biggest fan kwa upande wa Konde Boy, lakini kitendo cha kuonekana sasa hivi bwana anaonyesha kama vile anamkosoa sana Harmonize na kumsifia Diamond uh, au Rayvanny uh, ni jambo ambalo watu wengi sana limefanya washangae. Bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo sasa. Basi nataka nikusomea hapa ba baadhi ya comment kwanza zilizojitokeza, lakini kabla ujafika kwenye kusoma comment, nataka nizungumze kitu kimoja hapa ambacho mimi nimekinote ni kwamba show ya Rayvanny ambayo ameifanya bwana, mashabiki walikuwa wako karibu kabisa na jukwaa. Umeona eh? Yani mashabiki walikuwa wako karibu sana na jukwaa, tofauti na show ya Harmonize. Mashabiki walikuwa mbali sana, yani jukwaa liko hapa pale mbele kulikuwa kuna maaskari wengi, alafu unaona kwamba mashabiki wako kwa kule mbali kabisa, kwenye maturubai kwenye mahema au vibwana. So kuna kitu ambacho watu wengi sana walikuwa wafahamu: vibe linakuwaga kubwa iwapo kama msanii atakuwa karibu na mashabiki zake you understand, yani kama msanii akiwa yuko very close na mashabiki basi, moja kwa moja vibe linakuwa liko extraordinary. Unaweza ukachukulia poa, lakini hivyo ndivyo situation ilivyo. Lakini msanii akiwa huku wasi, mashabiki wapo kule, ka vibe fulani hivi kanakatika. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya sababu ambazo e, mimi nimezinote, na hata Diamond Platinumz huaga apendi kuperform iwapo kama mashabiki wako wamesimama mbali sana na yeye. Meona bwana eh. So, hivyo ndivyo situation inavyokuwa, lakini at the end of the day, hicho ndo kitu ambacho amekizungumza Mr. Pimbi, na hapa nilikuwa nataka nikusomee baadhi ya maoni ya wadau mbalimbali. Kwa mfano, huyu hapa anaitwa Binti Kayasile anasema kwamba bwana, ngoja nimtetee japo sio msanii wangu hata kidogo. Hit song anayo Me Too ya Abigail Chamzi ni kali. Mr. Pimbi amekuja kujibu hii comment anasema kwamba hiyo sio yake, ni ya Abi. Haya, kwa ndugu zangu bwana, mbona show ya Harmonize na masai wake kama ameichu, ame, ameichukua ame mbali sana. Mm, umeikropu ila ya Rayvanny umeiweka karibu. Kwa mtu mwingine ameandika kwamba bwana, au kwa sababu umeachwa, ujapanda, hujaenda na Konde Boy kwenye kwenye private jet. Kuna mtu amekuja kuuliza hivyo kwamba labda Mr Pimbi, bwana, anazungumza haya kutokana na kwamba yeye bwana hajapata nafasi ya kupanda private jet kama mashabiki wengine wa Harmonize. Haya, huyu hapa mwingine bwana Rayvanny ni msanii mkubwa sana. Ila, hao wasanii wengine kwenye upande wa digital platform zao tu ndo zinawabeba. Rayvanny ni global artist. Kuna mtu hapa anaitwa smartboy24 amekuja kucomment hivyo, kwa mtu hapa amekuja amecomment kwamba nimegundua kwamba bwana Mr Pimbi unawivu. Kwa sababu bwana, sasa wewe hapo kinachokuwasha kitu gani? Maana mwenzio analipwa pesa, wewe ni kimdomodomo tu kinakuwasha chanini? Hebu acheni majungu na uchawi kwenye maisha ya watu, kumbukeni kwamba kuna moto siku ya Kiyama. Mtoto wa kiume pigo zake awagi Weka maoni yako katika comment section, unazungumziaje hiki alichokizungumza leo Mr. Pimbi kuhusiana na hizi show eh? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.